Na pengine ndio maana tunapata shida hii ya vivuko kuharibika haribika, kwa kudaiwa milioni mia nane mia nane, kivuko kimekwama, tunadaiwa milioni mia nane Lakini kwenye taarifa ya upotevu wa fedha watumishi wa TEMESA wamekwapua bilioni mbili nukuta tano Maana yake fedha hii kama ingekuwa imetumika vizuri, kivuko hiki kingekuwa kinafanya kazi. Bilioni mbili, bilioni mbili nukta tano tisa deni hili, kivuko akifanya kazi milioni mia nane tumekosa milioni mia nane Alafu tuliowapa dhamana wamekwapua bilioni mbili nukta tano. Haya ndiyo mambo yanayosababisha huduma iwe mbovu, kwamba wananchi wetu tunaotoza nauli kubwa, alafu hawa wamegawana bilioni mbili nukta tano. na Mheshimiwa Waziri, uchukue hatua kubwa zaidi. Tafuta mtu hata hivi vivuko vinavyoharibika, tafuta mtu wa kuchunguza. Zipo taarifa zingine kwamba hivi vivuko pia vinatengenezewa mazingira ya kuharibika ili watu wapige dili kule kwenye matengenezo. Ukichukua ukichukua interval ukichukua muda vinavyoharibika haribika, na hayo matengenezo, nani wanahakikisha hayo matengenezo kwamba yametengenezwa kwa kiwango gani? Na kwa watu wenye tabia huruka ya kuiba namna hii, wanaweza wakachomoa hata vyuma wakavitanguliza kule kwa fundi, ili ili wapate fedha ile ya matengenezo aangalia tutatengeneza vivuko kwa bei kubwa kuliko bei ya kutengeneza kivuko kipya, kama hivi ambavyo wenzetu wanatengeneza. Haya ni mambo yasiyokubalika na ya ni mambo yanayoudhi, na kwa kuwa mlishatengeneza timu ya wataalamu, tena wataalamu kutoka kwenye taasisi zinazoheshimika mjumbe kutoka ofisi ya Rais, mjumbe kutoka ofisi ya waziri mkuu, mjumbe kutoka wizara ya fedha, mjumbe kutoka wizara ya ujenzi, mjumbe kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu, mjumbe kutoka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mjumbe kutoka usalama wa serikali, mjumbe kutoka TAKUKURU, taasisi yetu ya kupambana na rushwa, mjumbe kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma kitengo cha kutakatisha fedha na mamlaka ya serikali mtandao. Hawa ndio waliokagua wakakuta, hawa wamekuapua bilioni mbili nukta tano. Sasa kwa hatua hii, nataka tuchunguze kipi kingine hapa. alikuwepo wa utumishi wa umma, alikuwepo wa ofisi ya rais, alikuwepo wa usalama na udhibiti, alikuwepo wa CIG, alikuwepo hapa. Tuchunguze kipi hii hii ya hii ya uchunguzi? Juu ya uchunguzi ndio inayowapa kiburi wezi, wanaendelea kuiba hawa. Wafukuzwe kazi na wakamate wapelekwe Mheshimiwa waziri waziri wanakoangukia, mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja, na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Uchunguzi uliofanyika kupitia timu uliounda Mheshimiwa waziri, na nikupongeze sana una wajumbe wote wanaotakiwa kuchunguza wote, timu ya kuchunguza imechunguza, wafike kwenye mkono wa sheria. Na mimi niwaambieni, nimesema na naendelea kurudia kusema, haya mambo ya watu kutokuheshimu fedha ya umma kutokuwa na huruma na Watanzania. Kama hao wanaopewa hiyo dhamana hawajirekebishi, sisi lazima tuwarekebishe. wa na njia ya kuwarekebisha hawa Watanzania hao wanaolipa nauli hapo Wapo ambao anakuwa na mtoto mdogo anashindwa kumnunulia hata kitumbua, ili alipe nauli hapa. Wapo anaenda ku, ku, kuuza samaki pale, anakaa siku nzima anashindwa kumnunulia mtoto hata andazi. Mtoto mdogo anashindwa kumnunulia, anashindwa kumnunulia mtoto wake mdogo hata andazi, anabakiza nauli alipe hapa. Eneni, hawa ambao wanalipwa mishahara kila mwezi, wanakaa wanagawana bilioni mbili nukta tano. Kivuko kipya ni shilingi ngapi? Kwa kama hichi cha kwetu cha watu mia mbili hamsini unaweza ukakipata kwa dola naamini bilioni dola amini takriban, kama ni dola laki mbili na nusu hivi unakipata kimoja? Dola laki mbili na nusu? Naam. Inat... unamaanisha dola laki mbili na nusu? Inategemea na size, mheshimiwa waziri, lakini kama vidogo hivi vya mia mbili hamsini like haifiki hapo, kwa sababu vivuko vyote hivi vinane vime si kama bilioni nne na kidogo hivi, ni kama bilioni nne Hawa wamegawana vivuko, hawa wamegawana vivuko viwili, na hapo ujichunguze, ujakamilika, labda vinge, labda ingefika bilioni nne. Hiyo hiyo wamegawana vivuko wao wenyewe peke yao, wameiba nauli na vivuko. Haya ndio mambo ambayo rais yanamuudhi na haya ndiyo mambo ambayo ameelekeza lazima tuyakomeshe ndani ya serikali, na njia ya kuwakomesha watumishi wote wanaobainika na inathibitika kwamba wamefanya vitu vya aina hiyo, wala wasihamishwe wala wasisimamishwe kazi, wafukuzwe na wafikishwe mahakamani. Tanzania hatuna uhaba wa vijana wa kuweza kufanya kazi kwa uadilifu, na taasisi zinazohusika wanajua taratibu za kufanya, taratibu hizo tunaweza, zinaweza kufanya hiyo kazi. Wale wanaosababisha hasara kwa serikali, lazima hiyo hasara na yenyewe, fedha hiyo irudi serikalini.